Usiingie kwenye maamuzi ya kutaka kuoa au ukafanya maamuzi ya kuoa kwa sababu ya umri tu umefika. Hapana, ukikimbilia kuoa kwa sababu ya umri tu umefika, au kwa sababu fulani kaoa, au ndugu zangu ananiambia mbona sioi, muda umeenda, ndugu yangu, utakutana na changamoto mbeleni. Kuna mwanamke ambaye alikuwa ameolewa muda mrefu, ameishi na mwanaume, amefika umri fulani, labda kipindi fulani labda, unasikia mwanamke anasema kwamba nahisi kama nilifanya maamuzi nikiwa mdogo, au nilifanya maamuzi nikiwa bado sijakomaa akili. Unakuta anaamua kuachana na wewe, hiyo ipo. Lakini sasa mbaya zaidi ni kwamba mwanamke afikie hiyo hiyo steji ya, ya, ya kiakili alafu bado akabaki kuwa kwenye ndoa kwa, kwa, lengo tu la kuprotect kama kiimani kwamba watu watanielewaje, nini kwa mkawa mnaishi ndani, lakini mwanamke kashafikia hiyo stage kwamba nilikurupuka kuolewa, nilifanya maamuzi nikiwa mdogo au nilikuwa si, sijajiandaa vizuri. Hii ni hali mbaya sana, yani bora afikie hiyo stage alafu mkaachana, kuliko afikie hiyo stage alafu akabaki kuwa na wewe, yani ni noma noma. Mwanamke huwa anataka mwanaume ambaye anamletea ushawishi, yani yule mwanaume anamletea ana, ana ushawishi fulani katika maisha yake na kumwongoza mwanamke, yeah, na uh, hapendi kujisikia kwamba yeye anaishi kivyake tu na wewe unaishi kivya. Mnaweza mkawa mnaishi pamoja, mnalala chumba kimoja, kila kitu, lakini hii mwanamke akawa anajisikia kwamba huna ushawishi unamletea katika maisha yake. Yani anajisikia kwamba wewe sio kiongozi kwenye maisha yake, hiyo hiyo hali ikishapotea ndoa inakuwa ngumu sana. Sasa kuna mambo mawili ambayo huyu mwanaume unatakiwa uyaangalie kabla ya kwenda kuoa. Haya mambo mawili ukiweza kuyakamilisha au ukiweza kufanikiwa kuyafikia, na ukaenda kumtafuta mwanamke wa kumuoa katika msingi wa haya mambo, ndoa yako itadumu sana. Jambo la kwanza ni wewe kuwa na utambulisho. Unasikiaga wanawake wanasema, tunataka mwana mwanaume aliyejipata, lakini wanashindwa kue, kue, kuelezea, kujipata huko ni kujipata kupi? Kwao wanaume wengi waga tunapokea hiyo kwamba kujipata ni kuwa na hela, lakini si kweli. Kujipata sio kuwa na hela. Wanachokuwa na maanisha kujipata ni kuwa na kujitambua na wengine hadi kuna wana, wanawake wana, wana, wana, wengine wanaenda tu mbali. Baada ya kusema kujipata, wanasema nataka mwanaume anayejitambua. Sasa kujitambua, anachomaanisha pale, wanaume wengi waga ni ngu. Hata mimi mwenyewe kuna kipindi nilikuwa sijaipata hiyo maana halisi. Mwanaume anayejitambua, mwanaume ambaye amejipata, amejipata nini? Hela au anajitambua ina maisha sio chizi? Au hapana, yani kujipata au kujitambua ni kuwa na ile identity yako au utambulisho wako ambao wewe unasema mimi niko hivi. Wanawake wanavutiwa na hiyo hiyo kitu, mwanaume ukiwa naye, yaani unatakiwa uwe ni mtu ambao una kanuni zako bwana, mimi yaani uwe uwe na tamaduni uwe na utambulisho wako ambao unakuweka tofauti, yaani hata unapokaa mwanaume huyu na huyu au ex wake aliyoachana nao na anapokuja kwako wewe aweze kuona utofauti, japokuwa wote ni wanaume, wote tuna viungo sawa, kila kitu lakini kuna jinsi ambavyo wewe unajibeba wewe, kama wewe unajitofautisha na watu wengine, kwamba mimi niko hivi, i mimi, kanuni zangu za maisha ziko hivi waga hivi. Nataka ni, nataka nionekane niko hivi, nazungumza kwa mtindo huu, natembea kwa mtindo huu, bajeti zangu za hela waga nazipeleka kimtindo huu. Yani kuna kacha fulani ambayo unatakiwa uwe nayo mwanaume kama mwanaume, kwamba mimi ndo niko hivi, yani identity fulani Yani inakuwa kama ni mtambulisho, inakuwa inakutofautisha na wanaume wengine. Ukiwa ni mwanaume ambaye hu -hu hujaitambua hu kwamba sinisemeje yani, kitambulisho chako ni kipi yani uh, una tamaduni yako niko vipi, ni wewe yani, ni mtu wa kukopikopi labda flani fulani imekuja umekopi. Kwa hiyo mwanamke anakuwa anashindwa kuzama kwenye mapenzi na, na mtu anashindwa kuzama kwenye mapenzi na wewe kwa sababu anakuwa anashindwa kukufahamu wewe ni nani yani. Sisi si, si kama unanipata ute, najaribu kutafuta maneno ya kuelezea, lakini sijui kama utaweza kuipata ninachomaanisha, na ninaombea uweze kukipata identity kitambulisho, tamaduni na ndikoona, uwe na mfumo wako fulani, mimi niko hivi. Na kwenda kuoa unatakiwa uonyeshe hiyo kacha yako uonyeshe hu utambulisho wako usiufiche, ili ule mwanamke unayetaka kwenda kumwoa anapokuja kukutana na wewe aangalie jinsi ulivyo, yaani kwamba ule uhalisia, huu jamaa yuko hivi. Alafu yeye mwenyewe afanye maamuzi, je, nimependa mfumo huu wa maisha? Kwa sababu yeye anapokuja kwenye maisha yako anakuja kuwa msaidizi wako anakuja kusapoti hiyo kacha yako, huo utamaduni wako, hiyo identity yako, anakuja kukusapoti, anakuja kuwa chini yako, anataka kumuongoza kwa hiyo, anataka kukuona uhalisia wako uko vipi, wewe ni mtu aina gani? Sasa wanaume wengi wanataka kwenda kuoa, tunafanya kosa moja, hasa tunapoenda kuapproach unajaribu kuwa kitu ambacho hauko. Watu wengi tunapenda kuwarubuni wanawake, unamrubuni ili uingie naye kwenye mahusiano mmoja. Sasa hiyo sifa ya kurubuni au kuseduce, hiyo sifa ni ya mwanamke. Wanawake ndio wana tabia ya kurubuni, ndio maana unaona hata ukiangalia movie movie ya zamani au ma historia ya zamani, unakuta jamaa labda wale wafalme au viongozi wakubwa wa empire machief, kuna kuna mwanamke fulani anamcontrol anam yule mwanaume yani, anamrubuni anamfanya hivi anamfanya hivi yamana. Kwa hiyo jamaa anakuwa na nguvu nyingi sana, lakini analegezwa na mwanamke mdogo. Kwa hiyo sifa ya kurubuni au kusedusi ni ya mwanamke, sio mwanaume, lakini ni vile tu sometimes tuna, tuna interchange. Kwa hiyo unapo, unapoenda ku kutaka ku, kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na, na mwanamke utakiwa kumrubuni utakiwa kumuonyeshia kitu ambacho wewe hauko yaani, unatakiwa muonyeshe identity yako. Sasa wengi anapoenda ku, anapotaka kuoa au anataka kuingia kwenye mahusiano na mwanamke, anajaribu kuonyesha kitu fulani ambacho mwanamke atavutiwa nacho. Wewe unaamini kabisa kwamba huyu mwanamke atavutiwa labda na mwanaume anayeongea kistaili, atavutiwa na mwanaume kwa sababu wanaume labda ambao wenye pesa au wanaume wenye wenye miondoko fulani au wanaume wenye tabia fulani fulani mara nyingi ndio huwa wanapata wanawake. Kwa hiyo unajaribu kuvaa uhusika ambao sio wako wako, unajaribu kuvaa uhusika ili uweze kumshawishi mwanamke. Yeye anashumu kwamba bwana, ile ndio ile ndio identity yake huyu, ndio mtu huyu, jamaa yuko hivi, kwa hiyo anapendezwa na kila kitu. Sasa unapokuja kumuoa wewe, tena unashindwa ku, kuendelea kukaa kwenye kwenye kwenye ile frame ambayo ulikuwa umeionyesha kwa mwanamke kwamba bwana, mimi niko hivi unashindwa kukaa kwenye hiyo frame au unakuwa una mama unakuwa kwenye hiyo frame unakuwa frame nyingine, unakuwa kama kinyonga <gulonga> kwa mwanamke, anashindwa kuendelea kwenye, kwenye mahusiano nawe au ndio hivyo, unakuta mnaishi naye afu unakuja kwa jamaa amebadilika, au anaanza kuona mapungufu fulani, anaona unapelea, anaona huna ushawishi, kwa hiyo anajikuta kwamba hajui sasa li... ali aliingia ali... kwenye, kwenye mahusiano na kitu gani haelewi sasa so, wanawake wanawake kwa sababu hawajui mambo ya saikoloji hawajui jinsi ya kutathmini na kukalkuleti vitu na kuja na kuja na ufumbuzi sahihi yeye anaanza kuamini hisia zake kwamba najisikia siku sawa nilifanya maamuzi ya sio sahihi lakini shida inakuwa ndio hiyo yaani kwamba hukumuonyesha identity hukumuonyesha utambulisho wako hukumuonyesha kacha yako hukumuonyesha wewe ni nani ulionyesha kitu kingine tofauti kwa jitahidi kwanza kabla kuingia kuoa au kabla kuingia kwenye mahusiano serious na mwanamke jitambue, yani pata ile kacha yako, kuwa mtu wa principle jit. Kwa wanaume, kipindi unapokuwa single ni kipindi kizuri sana cha kujijenga na kujiadjust na kujifahamu. Tumia muda mwingi kujifahamu, hivi mimi niko vipi? Mimi navutiwa na vitu gani? Mimi napenda vitu gani? Vitu gani ambavyo vinanikera? Sasa wewe kama unaingia kwenye mahusiano na mwanamke wakati hujui hata ni vitu gani vinakukwaza hujui ni vitu gani unavifurahia. Kwa hiyo ndio leo unakuta unaingia kwenye mahusiano na mwanamke hujui, yani hujui, huwezi kufanya maamuzi sahihi. Mwanamke anakuambia siku ya kwanza twende wa, auti wapi? Unaanza kutafuta sehemu ambayo unadhani kwamba ukimpeleka mwanamke ndio ataifurahia. Anakuuliza labda unapenda tule mwanamke, anaweza akaja kwenye maisha yako anda kujua unapenda kitu gani, huu ndo unachokipenda, kwa sababu bado hujajijua. Yani wewe mwenyewe, kama wewe mwenyewe hujajijua wewe ni nani, hujajitambua, hujajijua unapenda vitu gani, hujajua vitu gani vinakufurahisha, hujajua vitu gani vinakukera, hujajua structure yako iko vipi, au sometimes unaijua, lakini unapoingia kwenye mahusiano unataka kujipotezea, unataka kitu kingine usichokuwa, itakutesa sana. Kwa hiyo jitambue kwanza. Tambua kacha yako, tambua tabia zako, tambua vitu gani unavipenda, vitu gani vinavyokuvutia. Ukishatengeneza hiyo frame, ndio wewe unakuwa tena fresh. Namba mbili, kitu muhimu ambacho pia mwanaume unatakiwa kuwa nacho kabla ya kwenda kuoa, unatakiwa uwe na kusudi, kwamba wewe kusudi lako ni nini kabla ya kwenda kuoa? Yani kusudi la maisha yako ni nini? Kwa sababu unaposema mwanamke anaweza kuambia mi nataka mwanaume mwenye maono. Maono ni hatua kufikia kwenye kusudi. Ukisema mtu mwenye maono, maono ya nini? Sasa, kwa sababu maono ni process, maono maono sio mwisho. Maono yanakupeleka kufikia kwenye kusudi. Kusudi lako ni nini kuwa hapa duniani? Ukishajua kwamba huu ndio wito wangu duniani kuufanya kwa hiyo unapenda kumapproach mwanamke, unatakiwa umwonyeshe mwanamke au mke wako, mke wako mtarajiwa, unatakiwa umwonyeshe bwana kusudi lako, aweze kuliona kwamba huyu jamaa anafukuzia kusudi lake nini, wito wake ni nini, maono yake ni nini, ili kufikia kwenye hilo kusudi. So mwanamke ambaye kusudi lako, yeye ataona kwamba ana fiti kwenye hilo kusudi lako huyo mwanamke ni ngumu sana kuachana naye, ngumu, ngumu ukiingia kwenye mahusiano. Ndio maana unakuta kuna mahusiano, kuna watu wengine wanaingia kwenye ndoa miaka na miaka, bado wanapendana. Yaani unakuta mwanamke anaweza kawa, na sometime ukaamua ngoja nimpeleke mwanamke wangu shule akajiongeze kielimu. Sasa watu wengi watakwambia kwamba mwanamke wako usisomeshe <laughs> mpenzi, usisomeshe, mke atakuacha, anakuacha kwa sababu gani? Akisha develop akishapiga hatua ya maisha, anajiona tena yani hana napo, hana mchango ambao anaweza kuja kuleta kwenye hilo kusudi lako kusabu, kwa sababu sometimes huna hata kusudi kwao, anakuwa ni sawasawa. Unafanya biashara ya genge, alafu nataka kumwajiri mhasibu aliyesoma chuo cha IFM kwa ile ile ile, ile, ile knowledge yake aliyokuwa nayo au maarifa aliyokuwa nayo au uwezo wake hawezi kuja kuufitisha kwenye hiyo vision yako, kwa sababu ni ndogo ndogo mno, yani haiwezi kuwa kumdate, umeona. Kwa hiyo unatakiwa mapema kabisa, kabla hujamwoa mwanamke, jitambue wewe, kusudi lako ni lipi, una maono gani, unapokutana naye Yaweke wazi, hawezi kuyaona, mwanamke aweze kuona kwamba jamaa hu, ana kusudi fulani, yani wito wake ni huu uu, nina, maono yake ni haya kufikia wito wake. Kwa hiyo anapokuja kwako ni atajaribu kuangalia, je, ili kusudi la huyu jamaa na fiti na fiti na, na mimi ndoto zangu zinaenda sambamba na huyu mtu? Kama zinaenda sambamba na huyo na wewe, haki ya Mungu, hamwezi kuachana wala mwezi na mtakuwa na migogoro lakini baadaye mtakuja kwenye siku, sababu wote mna kusudi moja, mna maono sawa. Lakini kama hamna maono sawa, hamna kusudi moja, au huna kusudi kabisa, wewe mwanaume <laughs> mwanamke kwanza hatakuwa na jinsi salama kwenye, kwa sababu hajui mnaenda wapi, yani mnaishi, yani hao. Kwa hiyo mwanamke anaweza kukuta yani, anaingia kwenye mahusiano na wewe au mnaoana Anakuwa ana, ana na ndoto zake tofauti yani wewe ndo unakuwa sasa msaidizi wake.